Siku mbili zilizopita Juma Lokole aliweza kutoa taarifa inayomhusu Omar Nyembo ama Ommy Dimpoz, msanii wa kizazi kipya hapa nyumbani Tanzania. Tunafahamu kwa sasa Ommy Dimpoz anafanya kazi chini ya GSM na taarifa ambayo aliitoa Juma Lokole ilisema Ommy Dimpoz amefukuzwa kazi na GSM, na GSM wameenda mbali zaidi na kuweza kuondoa zile fingerprint za Ommy Dimpoz pale mlangoni kwenye ofisi yake. So Ommy Dimpoz baada ya taarifa hiyo kutoka kwa Juma Lokole, leo Ommy Dimpoz ambaye yuko China kwa sasa ameweza kujibu hilo sakata, na njia ambayo ametumia kuijibu ni amejibu kupitia ukurasa wake wa Instagram. Yeye anapenda kujiita sana mwenye mchongo Ommy Dimpoz, pamoja na watu ambao mbalimbali wanapenda kwamba ni baba mwenye mchongo kwa sababu alisimamia tuzo zoezi lile la ugawaji wa tuzo za comedy Tanzania. So, kwenye ukurasa wake wa Instagram wa Dimpoz amekuja kuandika kusema kwamba sasa itakuwaje na mtaani kulivyo kugumu, kuimba kwenyewe nimesha sahau verse, yaani umri huu wa kwenda veta kweli? Akaweka na emoji za kulia. Sasa baadhi ya mastaa wamekuja kukomenti pale kwenye ba, kwenye lile andiko la Dimpoz, nikianza na alitoa taarifa Juma Lokole yeye yeah, amekuja kukomenti kukusema, kwa kusema kwamba kwanza, ameanza na emoji za kucheka, halafu akaja kuandika ushakuwa tajiri koma tu kaka yangu. Hiyo ni kauli ambayo amekuja kumwambia Ommy Dimpoz kwenye ukurasa wake, lakini Bilnasi amemuita waende wakauze makava, makava ya simu, akaandika kusema kwamba njoo tuuze makava ya simu huku Ganji Mlima akamwambia akamtagia na location, bali waende wakauze makava ya simu wapi. Lakini Jacqueline Wolper, Wolper stylish, yeye amemwambia kwamba wakutane Veta kwa kuandika kwamba tukutane Veta, niko pale, akaongeza na emoji za kucheka. Mwingine akaja kusema kwamba nenda Veta tu kajifunze na wewe kubadili fingerprint, si wamesema wamekubadili, umebadilishiwa. Kwa hiyo huyo amemshauri ende Veta akabadilishe fingerprint, ili akajaribu kufanya utundu, tunasema hackers kuhack ili aweze kujirudisha mwenye ofisini. Wengine wakasema, hawakuwezi nimekwambia huyu ni Aristote. Lakini Maymatha Jesse yeye amekuja tu kuweka emoji za makopa kopa pale kwa Ommy Dimpoz. So hiyo ni kauli ambayo Ommy Dimpoz amekuja nayo baada ya sakata lake lile ambalo limekuwa likizushwa na lilizushwa na Juma Lokole kwamba Ommy Dimpoz ameweza kufurushwa ama kuondoshwa virago. Kwa sasa Ommy Dimpoz yuko China. Je, hichi ambacho kinaendelea kwa sasa ni kweli ama si kweli? Tusubiri taarifa rasmi itakuja kutoka hapa na nadhani wengi tutaijua. Wewe kaa karibu na mtandao wako wa YouTube kupitia Sawasawa Digital ta kujuza hapa kile kitakachojiri. Kumbuka uliwa kwanza kupata taarifa zetu baada ya kusubscribe. Basi washa alama ya kengele, ili uweze kupata taarifa zetu punde tu tunapokuwa tumekuwekea.